Shasikia, brand inakujengea jina. Sasa, watu siku hizi wa ajabu sana. Wakizungumza brand wanazungumza kuvaa, utasikia watu natunza brand yangu, lazima nivae vizuri. Kuvaa ni, ni sehemu ndogo sana ya brand. Kwa nini matapeli si wanavaaga vizuri na wanatapeli watu? so, mi natunza brand yangu. brand ni nini? Brand ni kile ambacho jina lako inawakilisha. Tukitaja jina lako Uwe unawakilisha nini, kile ambacho wewe unawakilisha, kile ambacho kinakufanya utambulike ndio tunakiita brand. Kile ambacho watu wanakutafuta kwacho ndicho tunaita brand. Watu wanapotafuta nini, wanakuwaza wewe, ndio tunaita brand. Brand sio kupendeza, kunyoa, mitindo ya kisasa, kuvaa nguo za kisasa, hiyo sio brand. Brand ni kile unachokiwakilisha, tunapokihitaji tunakumbuka jina lako. Hasa unapofocus ndio watu wanakujua wewe ni mtu unayewakilisha jambo gani, wakitaka kitu gani wakufuate wewe. Hiyo ndio tunaita focus. Unapofocus kwenye jambo moja, brand yako inajengwa kwenye hilo. Ndio maana naambia, tukitumia mitandao ya kijamii kuwa strategic, uwe wa mikakati. Sio unajua siku hizi hata ukiapply kazi, watu wanaenda kwenye mtandao wako wa kijamii. Wenda kuangalia. Kwa sababu tunatumia mitandao ya kijamii wanaenda kuangalia una post nini kule. Kuna baadhi yenu mko hapo uga na angalia angalia, kuta mtu ka posti jiko la mkali na chemka maharage, hamna kitu chochote ameandika pale, ametupa sisi tu unacho sema status. Watu wanawekaga sana status. Nda status, status hata zeleweki. Na mtu anafikiri tu ni kawaida, hiyo ndo brand tunaoizungumzia. Mtu anapokuwaza wewe anatakiwa aweze kitu fulani. Kama sio comedian, sio mtu wa vichekesho, acha kuposti posti vitu vya vichekesho. Posti eneo lako, ili watu wakujue wewe unashughulikaga na nini. Hakuna mtu anaweza kuniuliza mimi anataka mkaa nitafute, hakuna. Hakuna mtu anaweza kuniuliza mimi mkaa, eti mkaa unauzaga vipi, anataka ushauri. Hakuna anayeweza kuniuliza hilo swali, sio eneo langu mtaulizo yale ambayo yananihusu. Kwa nini? Kwa sababu ya brand. Sema brand. Sasa wewe, si brand yako ni nini? We unajulikana kwa jambo gani? Brand hua inachukua muda kuijenga, jina lako linachukua muda kulijenga, na jina lako ndio linalofanya watu wa kuamini. Jina unalojenga ndio linafanya watu wa kuamini, na watu wakikuamini wanakuwa tayari kukupa pesa ndio maana kuna watu wanatumia majina ya watu anasema fulani amenituma au anawambia mtu nenda kamwone mtu fulani mwambie nimekutuma kwake jambo la msingi mmoja kule Australia alifanya utafiti wa watu wanaokaribia kufa kwa miaka 25 alikuwa anawauliza swali kama ungepewa fursa ya kuishi tena ungeishije maisha yako alifanya kwa miaka 25 na ameandika kitabu kinaitwa majuto matano ya watu wanaokufa five regrets of the dying watu wanajutia nini wanapokufa Kimojawapo wapo anachojutia ni kwamba walisema, natamani ningekuwa serious kujenga jina langu kwenye eneo moja. Wanatamani, lakini muda umeisha. Mtu mmoja anaitwa Mark Twain alisema, miaka ishirini baada ya sasa hivi utajutia zaidi kwa mambo ambayo hukufanya kuliko mambo ambayo uliyafanya. Kuwekeza nguvu zako eneo moja linakuzuia kuwa mtu wa majuto. Unajua, kuna watu sio wazee, lakini wanatoa usia utafikiri wazee. Kuna watu wengine umri wetu tu, lakini ukikaa naye anaongea kama mtu mzima kila saa, mausia, usia tu bwana. Tumia muda wako vizuri bana, mimi nilichezea sana siku zangu, nilicheza sasa. Ulichezea mbona umri tunafanana? Kwa sababu ya kutojua unataka nini kwenye maisha. Tafuta eneo moja, wekeza nguvu zako hapo ili usiwe mtu wa kujutia. Kuna watu mwaka 2021 wameshaujutia tayari hakuna walichofanya kwa sababu hawakuwa wanafikiri, corona ikiwepo dunia imesimama. Kumbe dunia inaendelea mbele na maisha yanaendelea. Kuna watu wanafundishwa leo mambo ya uwekezaji na fedha, hawatafanya hapo hapo, hawatafanya miaka kumi ijayo kuna mtu atatoa ushuhuda namna alivyofanikiwa amekuwa mtu mkubwa, ndo anaanza kujuta, anasema nami natamani ningeanza mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Maadui wanaosababisha focus ipotee, maadui focus breakers. Maadui wanakuondoa kwenye fokas yako au vitu vinavyokuondoa kwenye fokas yako. Cha kwanza, kuambatana na watu wasio sahihi, wrong association, kuambatana na watu wasio sahihi. Kuna watu ukiambatana nao utapotea tu, watakutoa kwenye kitu unachopaswa kukifanya, watakuondoa kwenye jambo ambao unapaswa kulifanya. Kulazima uwe makini unamchagua nani wa kuambatana nao na hapa kwenye watu, kuna aina tatu za watu ambao siku zote wataharibu focus yako. Aina ya kwanza ni wale watakaokufanya utumikie maono yao na usahau maono yako. Watakufanya utumikie maono yao na usahau maono yako. Kuna kitu Mungu amekupa kukifanya, kuna wazo Mungu amekupatia ulifanya. Sasa kuna watu wakija kwenye maisha yako, wanakufanya uanze kuwatumikia maono yao na usahau kabisa maono ambayo wewe unayo kwenye maisha yako. Ukiwa mtu wa namna hiyo, maanake ukikutana mtu ambaye anakufanya ufanye vya kwake usahau vya kwako siku zote, maanake huyo mtu anakuondoa kwenye focus. Aina ya pili ya watu ambao wanakuondoa kwenye focus ni wale ambao watakuambia ufanye vitu vizuri lakini sio sahihi kwako watakuambia ufanye vitu vilivyo vizuri lakini sio sahihi kwako. Sio kitu, kila kitu kizuri ni kwa ajili yako. Utakiwa kufanya vitu vizuri tu, unatakiwa kufanya vitu vizuri ambavyo ni sahihi kwenye maisha yako, kwa sio kila kitu kizuri kinapokuja njia yako unasema hiki ni kizuri nami nikifanya. A a, je, ni sahihi? Usahihi utaujuaje? unaangalia wewe una focus wapi kwa wakati huo. Kwa mimi mtu leo akija kuniambia twende tukalime matikiti, hata aniambia analipa bilioni, hata ona hela yangu huko, sio sehemu yangu huko, kwa sababu kuna mahali nimeamua kufocus. Aina tatu ni wale ambao watakushawishi uwafuatishe wao, ni wale watakaokushawishi uwafuatishe wao uishi kama wao, ufanye kama wao, tunaita imitation, uwafuatishe wao. Adui wa pili anayeondoa focus kwenye maisha ya watu ni kushindwa kufanya maamuzi. Kushindwa kufanya maamuzi. Watu wengi wameshindwa kuendelea mbele kwa kasi kwa sababu wameshindwa kufanya maamuzi. Na wengine mko hapa leo mtu anaogopa kufanya maamuzi kwa sababu ya anaogopa kupoteza. Kumbuka, kuna aina ya maamuzi, kuna vitu kwenye maisha huwezi ukavipata mpaka umepoteza vitu vingine, na ukiwa mtu wa kuogopa, hautaweza kuwa na focus. Ni kama mtu ambaye anataka kujiajiri na ameajiriwa, huwezi ukapata vyote kwa wakati mmoja, kuna wakati lazima uchague kimoja. Kwa kuna watu wanaogopa kufanya maamuzi, anajua anachokitaka lakini hawezi kufanya maamuzi. Kuna watu wanaogopa maamuzi kwa sababu ya aibu sasa nikifanya kifanya haya maamuzi watanionaje? Kuna mwingine, maamuzi mengine yana, yana maumivu ndani yake, yana pain, unatakiwa uyafanye, lakini mtu anaahirisha tu tangu miaka mitatu iliyopita. Sasa nitafwa mwakani, nita mwakani, mwakani. Mwaka unaisha, miaka haikusubiri. Ukiwa mtu wa namna hiyo, maana yake wewe hauna focus, utapoteza kuzingatia kitu kimoja kwenye maisha yako, maombi yako ya kazi yako cancel tayari. Ndio mondoka, chagua unachotaka kukifanya na koma nacho, uone kama Mungu atafanya. Anasema mtu mwenye nia mbili hatapata kitu, hata afunge aombe. ukiwa na nia mbili utapata chochote kwenye maisha. Shetani hapo usiki, Shetani amekaa pembeni kabisa. Alafu kufanya maamuzi watu wanafikiri ni rahisi, ukitaka kujijua ngumu kufanya maamuzi. kuna watu wengi hapo, mkiambiwa mchague soda hamjui soda ya kunywa. Mkikaribishwa nyumbani kwa watu mko eh, unakunywa soda gani? Mnajibu nini? Yoyote simpo hapa, mnajibu yoyote. Maanake hata soda tu ujui maisha yako. Kwa hiyo kuna watu hawajui kabisa wanachokitafuta kwenye maisha, hawajui. Ukitaka Waafrika wapoteze muda, wakienda restaurant, wape menyu ile ya kusoma, ndo utajua. Kwa sababu shughuli ya kwanza inakuwa kuangalia bei, hawangalii chakula wanaangalia kwanza nini? Bei. Lakini kuchagua chakula inakuwa muda mrefu, kwa sababu watu wengi hawajui wanachokitaka. Hawajui sasa. Na wewe kama hujui unachokitaka, unamzuia Mungu kufanya kitu kwenye maisha yako. Muulize jirani yako, unajua unachokitaka? Hajakusikia, muulize tena, unajua unachokitaka? kama unajua unachokitaka, maanake unakuwa straight, unajua unachokitaka unakisema unawekeza, unakifuatilia, kwa sababu unajua unachokitaka. Ukijua unachokitaka, maanake utakuwa na ujasiri wa kukisema. Usipofanya hivyo, kila siku utakuwa unaanza upya kwenye maisha yako na kila siku utakuwa unarudi nyuma. Ndio maana ukiongea kwa kitu unachokitaka, sema kwa sauti, fanya kwa bidii, kila mtu ajue kwamba hicho ndicho unachokitaka. usha kupanda daladala unataka kupanda daladala, alafu nauli haitoshi, nauli haifanya nini, alafu unamwambia konda, samani nimepungukiwa shilingi mia. Ongea naye vizuri kabla hujapanda, ongea naye, jua unachokitaka vizuri, muulize umenielewa? Usipofanya hivyo, unajua kitakachotokea kwa sababu ukimpanda naye daladala, akianza kukusanya nauli, akifika kwako, ukimpa na kuangalia jicho fulani, nauli haitoshi. Nasema habana tena, unaongea kwa hekima. Sasa bwana, we si ndikwambia pale chini mimi, afu ndo anaongea kwa sauti, acha mambo yako wewe, kama una hela siungeniambia daladala nzima. Unasikia anauliza jamani, huyu aliniambia, huyu aliniambia, huyu we, weka clear tem zako. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.